nchi na tumeshirikiana pia na mamlaka ya kudhibiti na kupambana madawa ya kulevya. Tulikuja kufanya ukaguzi wa milima hii ya Membe kuangalia hali ya usalama, lakini pia na namna kwamba nani uhifadhi wa mazingira jinsi ulivyoimarishwa lakini, lakini wakati tunaendelea kufanya ukaguzi tumeweza kubaini kwamba tumepata kuna eka mbili tumetambua zilikuwa zimelimwa bangi, lakini pia na magunia tisa yalikuwa yamefichwa pembeni na bangi yote imeteketezwa kama ambavyo tumeona, lakini naomba nitoe lai kwa wananchi wa wilaya ya Chamwino. Kwanza tumejipanga vizuri kwenye vijiji vyote, vijiji vyote mia moja na saba tumeanza hapa leo Membe, lakini basi operesheni hii tunataka tuifanye kwenye vijiji vyote mia moja na saba kutembelea hifadhi zote za mazingira kwa sababu huko ndiko tulikotambua watu wanaenda kujificha kuanzisha shughuli za za kilimo lakini pia wanajihusisha wana na ulimaji wa bangi. Kwa hiyo operesheni hii ndio kwanza imeanza, naomba niwaambie wananchi wa Chamwino waweze kuacha kujihusisha kulima kilimo cha bangi wajikite kulima kwenye maeneo yanayofaa. Ikimaanisha maeneo yanayofaa maana yake wasiende kulima kwenye hifadhi za mazingira, walime kwenye maeneo yanayofaa na, walime yale mazao ya biashara na mazao ya chakula lakini sio bangi. Lakini kwa utumiaji wa bangi pia niwaambie kwamba sasa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunataka tuwatambue watu wote wanaojihusisha na kilimo cha bangi lakini na watumiaji wa bangi, ili ili sheria iweze kuchukua mkondo wake, kujihusisha na kulima kilimo cha bangi na wako tayari kwenye vyombo vinavyohusika ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini kwa operation tulioifanya leo hatujapata mtu yeyote, lakini tumekutana tuna bangi kwenye mashamba na bangi nyingine ilikuwa imehifadhiwa kwenye magunia. Kwa vyombo vinavyohusika vinaendelea uchunguzi na niagize, niagize, niagize kuhakikisha kwamba jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya tuhakikishe kwamba watu hawa wanakamatwa mara mara moja, ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini kama nilivyosema, operesheni hizi sasa ni endelevu kwenye vijiji vyote mia moja na saba. Tunataka wilaya ya Chamwino iweze kuwa salama, wananchi wajikite kulima kwenye mazao ya chakula na mazao ya biashara, wafanye shughuli halali rasilimali na fursa ziko nyingi. Kwa hiyo naomba nitoe ilai kwa wananchi wote wa wilaya ya Chamwino kuacha mara moja kujihusisha na kilimo cha bangi, kwa sababu kwa operation tulioanza watu wote watakamatwa na watafikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Ni afisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini. Leo tarehe 15 mwezi wa 6 2025, mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya kushirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama ikiongozwa na kamati ya wilaya ya ulinzi na usalama, ikiongozwa na mkuu wa wilaya, tumeweza kuteketeza e, hekari mbili za mashamba ya bangi e, ambayo yanapatikana katika wilaya hii ya Chamwino. Katika operation hiyo e, pia tumeweza kukamata magunia tisa ambayo yalikuwa yamefichwa, lakini operation hii ilianza tokea wiki iliyopita. Katika operation hiyo wiki iliyopita tuliweza kukamata watumio watatu, wa kike ni mmoja, wa kiume ni wawili. E, watumio wao wako mbaroni kwa taratibu zingine za kisheria. E, ni rai yetu, tunawaomba wananchi wa wilaya hii ya Chamwino waachane kabisa na kilimo cha bangi, badala yake wajikite na kilimo halali ili waweze kupata kipato halali. Hii tunawasihi kwa sababu e, taratibu za kisheria zitafata mkosa na tunapowakamata, e, kwa sababu wanapata ama, wanapata faida ambazo ni chafu, huwa tunazitaifisha zile mali na tunawarudisha katika umaskini. Kwa hiyo tuwaombe, waachane kabisa na biashara hii ya dawa za kulevya, badala yake wajikite na kilimo halali ili waweze kujipatia kipato halali. Na kwa taarifa, kama mtu ana taarifa, wananchi tunawaomba wapige namba moja moja tisa ili kuweza kutoa taarifa. Taarifa yao ni siri na tutaifanyia kazi na tutachukua hatua kwa